Mheshimiwa mwenyekiti maana inawezekana tumekaa, umekaa na jirani yako unawaza huyu ni nani, ametoka wapi? Maana siku hizi watu wanapiga makeup ila sasa hiyo makeup isikushtue, maana ni neema tu watu tunapendeza kwa neema. Kwa hiyo nafikiri ni wakati mzuri wa mheshimiwa, yes. Mwenyekiti ninapewa taarifa kwamba tunatakiwa kwanza kusubiri kutambuana kwa wakati huu kwanza. Kuna mambo yanabidi yafanyike ili tuweze kutambuana vizuri baadaye. Ah. Naomba kupata taarifa kwanza kama watu wa drama wameshaingia yani hapa ndani. Studio na MC. Ah, hapana. Tufanye hivi, turudi hivi. Sare hii inapita katika njia red carpet. Hebu tupite mahali hapa. Asante sana. Tafadhali studio, simameni hapo. Nyie ni watu maalum siku ya leo. Studio, walete hawa hapa wapite red carpet hii. A, nini? A, nini. Tena usitoke wakati huo, tunaendelea kuwakaribisha. Karibuni sana ehii, waheshimiwa sana sana, ambao mnatufanya tuwe hapa siku ya leo. Kwa lugha ya kisomi tunasema graduates, hakikisha unatabasamu kila saa, maana sifa ya picha ili upendeze ni meno yawe nje. Asante sana Wakati huo studio, naomba walete wahitimu wangu sasa, waweze kupita kwenye red carpet ili wakapate siti zao, tuweze kuendelea na ratiba inayofuata. Studio tonekazi kwanini na mpig wakoia waoaweeunaba

unasikiliza tu kwenye TV mheshimiwa fulani, lakini siku zote anayeingiaga mwisho waga tunamtambua kama mheshimiwa honorable. Kwa hiyo tafadhali, walioingia sasa hivi, ndugu wa itim, mwambie jilani yako ambaye amefika muda huu, karibu sana mheshimiwa, twende kazi. Derek, okay, ratiba inayofuata kama nilivyotangaza hapo awali, watu wa drama waweze kujiandaa, watu wa drama wajiandae kabisa, lakini naendelea kusisitiza kwamba kama umekaa sehemu na hiyo sehemu basi Uh, kuna mtu una uh, wakati tunawasubiri watu wa drama, hawa ni Dio? Watu ambao wana drama okay. Okay. Okay. Yes. So okay. Uh, kaka zetu lakini pia dada zetu Siku hii ni kwa ajili yao. Ndio. Siku kwa ajili yao. Wala si kwa ajili yetu. Sisi tumekuja hapa kwa ajili tu ya kuwasupport hawa. Ndio. Sasa tunatamani tufanye kitu sisi pamoja na wao ikiwa ni siku yao, siku leo. Aha. Yes. Lakini sasa, MC jitahidi Kiingereza kipungue maana ninateseka sana. Mimi dada yangu ni Debo Debora. Debora. Eh, hey, dada yangu ni, ni, ni dada Devota. Alinifundisha vitu kama hivyo. Okay. Yes. Wonderful. Basi kama ulivyosema Wakati watu wa drama ministry wanajiandaa, ndio studio ndio nitaposema tusimame wote humo ndani. Nafikiri studio utakuwa unanielewa. Aha, tunaweza tukasimama kwa namna fulani hivi, tukatengeneza mazingira ya kuianza sherehe vizuri. Okay. Hoja una watu bado hawajaelewa kama tupo kwenye sherehe mpaka sasa hivi. Ndio, hebu kwa miguu yako tafadhali ni kuombe usimame, kwa sababu kuna watu wengine wamefika sasa hivi na wamekataa kukaa viti vya mbele. Na MC Derrick, changamoto tulionao wanadamu Ndiyo. Mtumishi, wakati anasema maombi hapa, kuna watu bado wanaendelea na maombi. Oh, kwa hiyo naomba tusimame ili sasa tuseme kwamba maombi yameisha. Watu wa Mungu, tutoke rohoni turudi mwilini sasa. Asante. Tuweze kusimama. Baba mchungaji ameshafungua rasmi. Kwa naomba tusimame wote kwa pamoja. Tafadhali mheshimiwa White Team tusimame. Eh, bwana studio, tuweke katika sherehe, tuanze sherehe yetu vizuri kwa namna ambayo inapendeza kabisa. Kama unaumwa, kama una madeni, kama una mawazo viache hapo mlangoni huku tunakuja kuchangamka maana kwa Yesu ni furaha. Makofi mengi na vigelegele. Makofi mengi na vigelegele. Studio, studio tena kazi. Wakati wote tunaendelea kuwakaribisha wageni wote waliokuwa karibuni sana ukumbini ili tuweze kwenda pamoja. Wakati wote tumesimama tunasubiri burudani naendelea kuwakumbusha tukae mkao wa kula. Studio, tena kazi. Ah, samani studio, studio. Hivyo hivyo nataka tuone waliobarikiwa wakiingia ukumbini. Wakati huo sasa, kwa heshima makofi pawa tafadhali, wakati wanaingia

ulikuwa wasaa wa kuburudika, lakini wageni wote warikwa pamoja na baba mchungaji na meza kuu ambao tayari tumefika. Tuambieni tu kwamba mheshimiwa mgeni wetu rasmi alikuwa bado hajafika mahali hapa. Yes. Na ninapozungumza gari lake ndo limepaki nje. Alright. Na siku zote inabidi tuheshimu protokoli sahihi kabisa atakapoingia kwa unyenyekevu mkubwa sana Ntaomba tumkaribishe kwa makofi mengi na vigelegele, wakati huo atakuwa akitanguliwa na graduates wa siku ya leo. Oh yeah. Okay. Kwa wakati huo graduates, naomba mjipange sawasawa sawa. Sisi tuko ukumbini tuko tayari kumwona mheshimiwa mgeni wetu rasmi katika siku ya leo. MC Deriki tunataka tujue ni nani? Ni nani? Eh bana kwako

mimi sina kibali hicho, mwenye kibali yupo na atamsema, lakini changamoto, friji langu lina changamoto, friji langu mimi waga aligandishi, naelewa eh, friji langu mimi aligandishi. Sasa siwezi kusema, ila jina lake sitalisema, ila muhusika atalisema. Oh, M. yeah. msidi deriki yes, niwaambie tu professor, I would like to use English because the guest of honor is someone with a title and we always uh, that is English ilikuja na ndege. yes, uh, yeah, you, you, you, yes. Yeah, I understand. Nipende tu kuambia kwamba mheshimiwa mgeni rasmi wetu tayari ameshafika ukumbini, yes na huyu kidogo anajua Kiingereza kwa sana, kwa hiyo niseme dear the guest of honor, I would like to welcome you here and we are so excited to see you and we would like to say that be ready for what is going on here Hivi kweli kimenyooka MC MC Deriki na na na amani, na amani, baadaye. Naona kama napitia changamoto nyingi wakati naongea. Kipekee oh kabisa kabisa yeah, tuendelee kukaribisha bila kupoteza muda. MC Deriki tunaweza tukaendelea na ratiba sasa, sasa, maana mheshimiwa mgeni rasmi tayari yuko kumbeni. Asante kabisa ikiwa tuko tuko, tuko, tuko tuko nyuma ya wakati na tuko nyuma kabisa ya wakati, kwa utaenda kwa haraka zaidi, ratiba inayofuata wakati huu ni kwenda kumkaribisha mheshimiwa mwenyekiti wa, wa sherehe hii siku hii ya leo ili basi aweze kufanya zoezi moja tu ambalo linaitwa Tupo na watu wengi sana hapa, tufahamiane, sikuwa na tuzifahamu lakini tungetamani tuweze kufahamiana siku ya leo. Sauti hiki kwa ajili ya kazi kubwa ulionao ya kufanya utambulisho

Bwana, Yesu Kristo. Bwana, Bwana asifiwe. Asante ah, ah, sana MC. Kwa utukufu na heshima kubwa zimrudishie Mwenyezi Mungu ambaye ametufanikisha kufika hapa tukiwa wazima na wenye afya jioni hii ya leo ikiwa ni mahafali yetu ya pili ya USCF Ardhi. Ni wakaribisheni nyote karibuni sana karibuni sana aa, tukitanguliwa na Misali tatu mstari wa tano hadi wa sita ukiwa unasema hivi: mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkili yeye, naye atakunyosha atakuonyesha mapito yake naye atakuonyesha mapito yake. Nipende kusema hawa wenzetu mpaka wanafika hapa, ni njia ndefu wamepitia. Nimepewa hii kwa ajili ya kufanya utambulisho, nikianza na meza kuu kwa kumtambulisha mgeni rasmi Profesa Elizabeth